Mambo vipi my love, salama mamba vpi? Leo naonesha katika siku ya leo jinsi ambavyo unaweza kuosha nywele yako na pia unaweza kuchambua nywele yako wakati unaosha nywele yako. Jamani, leo hii naonesha hatua kwa hatua. Jamani, hapa nipo nyumbani kwa content za uhakika asilimia mia moja. Umefika, usibanduke jamani, na kuomba kubofya pale kwenye kitufe kimeandikwa subscribe, like video share komenti kama unatazama kwenye mtandao wa YouTube, kama unatazama kwenye mtandao wa TikTok, pale juu kuna majumulisha na unateremka, una like, una komenti, una favorite na una share na watu wengine. Kwa hivyo bila kupoteza muda we are getting into it with. Wapenzi, hakikisha kwamba kabla uoshe nywele yako, unaigawa katika sehemu ndogo ndogo ambazo zitarahisisha mchakato wa uoshaji wa nywele yako, na pia inasaidia sana kusaidia nywele yako isije ikakatika sana. Jamani, hapa mimi nimegawa katika sehemu mbili. Tunaanza kwa kulowesha sehemu moja na kuosha sehemu moja na kuchambua sehemu moja, tukimaliza tunaelekea ule upande mwingine. Kwa hivyo tunaanza kwa kutumia sha. Na ndiyo maana unaona pale ile shampoo na sio sabuni, wala sio hizi sabuni zingine za maji zenye watu wanatengeneza. Jamani, hizo zina kemikali nyingi sana. Jamani, sijui wanaotumia, sijui mtakuwa, yani sijui mnafikiriaje. Hapa sasa tunaichambua nywele, ona ninavyo ninavyochana nywele yangu jamani. Unaanzia kwenye inja za nywele ukienda kwenye mzizi. Usije ukaanzia kwenye mzizi, utaikata nywele yako vibaya mno, na utakuta kwamba ngozi yako ya kichwani inaathirika sana. Ukianzia pale chini, na pia tazama kitana ambacho ninakitumia kina meno makubwa. Hicho kitana ni kitana kizuri sana. Wakati wa kuchambua nywele yako usije ukatumia vitana ambavyo vile afro comb afro combo ambavyo vinakaa kama uh, vidole vya mkono wako. Hivyo vitana ndivyo namaanisha, sio vizuri, vile vyafaa kutumika kwa kwa nywele ambayo ni fupi, lakini nywele yake ikikuwa na urefu kiasi hivi usitumie, jamani mpenzi. Haya, tumemalizana na kuosha nywele kwa shampu, sasa hivi tunapaka conditioner. Hii kondishona hapa ndio sasa itatia unyevu kwenye nywele zangu, na kondishona nzuri itasaidia nywele yako kuwa na unyevu kwa muda. Na pia hii siyo kondishona ya kuiacha kwenye hizi nywele tutasuuza nywele, jamani. Ile ambayo watu o wanapaka wanaacha kwenye nywele inaitwa leave in conditioner, vile ambavyo mtaona pale mbeleni, uh, mwishoni mwa hii video jamani. Kwa hiyo unaona uzuri wa kuchambua nywele yako sehemu ndogondogo, unaona kwamba wakati ninapaka conditioner kitana chenye kinapita shwa mara moja, jamani Jamani, jamani, usipochambua nywele yako vizuri, unahatarisha nywele yako kukatika sana. Hapa ndipo nyumbani pa kontenti za uhakika asilimia mia moja. Tunapakia video kila wiki, wakati mwingine kila siku jamani, na kuumba ukabofye pale kwenye kitufe kimeandikwa subscribe, kulaiki video ukomenti na kushana na watu wengine kama unatazama kwenye mtandao wa YouTube. Kama unatazama kwenye mtandao wa TikTok, pale juu kuna alama jumulisho, unabofya pale, unateremka, una like, una komenti like, una kommenti, una favorite na una share na watu wengine jamani. Amani, unakaribishwa kuweza kukomenti pale maoni yako wewe. Unaosha nywele ah, mara ngapi kwa mwezi? Au ah, wewe unatunzaje una nywele yako? Ama labda una swali Jamani, unakaribishwa kuweza kukomenti pale. Hapa jamani hatuna mbambamba, tunakupa ushauri, tunakupa maelekezo jinsi ambavyo unaweza kutunza nywele yako. Haya basi, tushamaliza sasa hivi, ni wakati wa kupaka leave in conditioner nzuri, alafu tuna staili nywele yetu katika mtindo ambao ni urahisi sana. Ni vizuri mitindo ambayo unastaili nywele ama unasuka nywele iwe mitindo ambayo haiweki presha kwenye nywele zako na haiweki presha kwenye ngozi yako ya kichwani. Jamani, hapa tu tunapaka mafuta kwenye ngozi ya kichwani, tuna masaji alafu tunaendelea na mchakato wa kustyle hapo. Leave in conditioner yenyewe ndio hiyo hapo, tunatumia leave in conditioner ya Mega Growth. Hii leave in conditioner ni nzuri sana. Hii ni siku ya tatu, lakini nywele yangu bado ina unyevu. Kwa hivyo ni vizuri sana ukaweza kutafuta leave in conditioner ambayo ni nzuri sana, inatia unyevu na pia, wakati ambapo unatumia ile kondishon ya kusuza baada ya shampu, akikisha kwamba ni kondishon nzuri sana sawasawa. Kwa hivyo hapa tunachana tu kuhakikisha kwamba leave-in condition inakolea vizuri. Tukishamaliza tutastaili nywele, alafu tutakuwa tayari jamani, kuondoka kwenda kazini. Huu ni mtindo ambao ni mzuri sana, rahisi, haraka, huwezi chelewa jamani, na ukaweza kujifunza kuweza kutunza nywele yako, hata kuweza kustaili nywele yako katika mitindo ambayo ni mirahisi kama hii, kwa sababu muda mwingine unakuta kwamba utakuwa bize, huwezi enda saluni, utafanyaje? Utastailije nywele yako jamani, sawasawa. Na huu mtindo ni kama na flat twist, lakini si kazi sana. Mm -hmm. Flat twist ni rahisi sana, unaweza kujifunza pale mtandao, um, YouTube. Hata nina video kwenye channel yangu pale YouTube, unaweza kupakua. Kuna video kadhaa kuhusu jinsi ambavyo unaweza kujifunza flat twist hatua kwa hatua. Kwa hivyo tuna stali namna hivyo takuwa tumemaliza. oh my. Jamani, ehe Nimedamshi, si ndio? Rahisi hivyo haraka hivyo, nitakuwa nimemaliza. Na hivyo ndivyo mchakato wangu wa kuosha nywele yangu unavyokaa. Natumia hiyo hairband, sijui kama inaendana na vazi langu la siku ya leo. Jamani, asanteni sana jamani, asanteni sana kwa sapoti yenu na heri ya mwaka mpya ishirini ishirini na sita mwaka wenye mafanikio jamani. Mungu akutunze, Mungu akulinde, Mungu akutane na mahitaji yako jamani. Unavyoni sapoti, unaweka bando, Mungu akubariki sana na ukawezi kuwa na mafanikio jamani. Na tukumbuke kwamba mwaka huu tumtangulize nani? Tumtangulize Mungu mbele, na tuhakikishe kwamba tunafanya kazi kwa bidii na Mungu atabariki kazi za mikono yetu jamani. Asanteni sana, and I'll see you in my next one. kwa heri.